Vovipi, fresh, ndugu yangu naona uko na kipaza sauti. Sema kipya. Eh, kipya naona ndugu yangu Pablo bwana, amekuja kivingine, anatisha kweli kweli. Na na, na, yeah. na, na, na muonekano yeah. wa nywele. Eh. Tu ndio umenifanya nikujue. Eh, yeah, muonekano kidogo lazima jwa mwishoni mwa msimu mwaligi kuna watu nasikia wameshinda tano za kuinama, afu kuna sisi tumeshinda tano ambazo hazina mbambama. Unajua, utaeka mambo mengi, lakini tano za Yanga zina thamani kuliko tano za King Gold. Uwezi kusema ligi namba tano kwa ubora barani Afrika, wachezaji wanakuja kabla ya dakika 19 mpira kuanza. Yani, kuna tano uh -huh, za prison wamekaa wiki nzima, miezi kwa miezi uh -huh, alafu kuna tano za wachezaji wamekusanyana kama ndondokapu uh -huh, kwenda kushinda. Kwa hiyo Simba wanapaswa kufahamu tano zao ni ndondokela na tano zetu ni zenyewe. Prizoni wenyewe wanakubali tano zetu zina maandalizi. Sasa hey, tena mi naona tano ni kidogo, timu kama elld walipofikia mechi kama ya leo, ndio wayanga Afrika. Kwa unajua, kuna mgonjwa na kuna mgonjwa maututi. Prison unaweza kusema ni mgonjwa, lakini Gold ni mgonjwa maututi ambaye hata daktari haogopi tena kumwambia eh, msimamizi wake kwamba huyu waponi. Ken Goldi imedhalilisha mpira wa Tanzania. Mamlaka ya mpira Tanzania zinazidi kudhalilika, wako busy ofisini wanatafuta kulinda matumbo yao. Mm. Kikubwa Yanga tumeshinda. Na uzuri nyewe nyewe wote mko mnajua Yanga tutashinda. Mlikuwa tu mjii tutashinda goli ngapi? Kituo kinachofuata ni Dodoma Jiji. Ni mechi ya kwenda kumtafuta top score. Ni mechi ya kwenda kujiandaa na dabi ya Kariakoo. Na uzuri Yanga kianza kushinda tano tano hizi kuelekea dabi. Man of the match, yani hata kama asingetangazwa Pacome Zouzoua, mtu yoyote ambaye hata ajui mpira, Pacome well deserved. Na nitakuwa mtu wa mwisho kwenye ligi hii kuamini kama Pacome Zouzoua hata kuwa MVP most valuable, eh, kwenye ligi yetu player, ni kwa sababu mchezaji kwanza Pacome linatisha, linamaliza tuzo za watu, yani imefika sehemu mpaka NBC wanaogopa kuja na tuzo kiwanjani kwenye mechi ambao Pacome anacheza. Hii ni tuzo yake ya saba ya man of the match. Sasa huyu mtu unamnyimaje MVP? Huyu ndio most expensive player kwenye ligi yetu, anafunga, ana assist, anapiga mateso. Kuna watu wanapata magoli ya ndondokela mara penalti saba free kick nane, lakini Pakomzuzua anafunga magoli ya open play kuanzia kwa mtu wa kwanza mpaka mtu wa mwisho. Oya Pakomzuzua. Simba su... nasikia wachezi, hii watacheza Watanzania wa, wa, wa wanasema, ogopa sana kucheza na Chama ambaye mkataba wake unaelekea ukingoni, anakuwa hatari zaidi. Birthday boy leo kafunga na ameonekana kuwa na kiwango kizuri sana. Class is permanent, form is temporary. Clatous Chota Chama, what a player! na huyu Pakome na Clatous Chota Chama msimu ujao watu yaani wata, wata, wata, wata, wataomba sana sasa. Huyu ni Pacome ambaye ame, ame, ameamua kupumzika kusubiri dabi ya Kariako. Huyu ni Clatous Chama ambaye anatafuta tafuta tu mkataba. Ogopa sana, Pablo mwenyewe anajua wakati eh, Chama, mkataba aa, kuendelea kushangilia ni mapambio ambayo yamepitwa na wakati. Lazima Yanga tushinde, lazima Yanga tutangaze kuwa mabingwa. Wananunua hivi viporo vyao, wamenunua leo cha nold w ameshaona wapi Simba na kwani mkoanimeshaona wapi kwanza, goli lao la mwisho la ofsid la, hey, la offside la offside nakwambia. Hapa Tanzania soko ine mechi imeisha, tunarudi sasa kwenda Zanzibar. Zanzibar kunaenda kufanya mvua ya magoli macmaywad Dodoma jiji, tunaenda kumfanyia mvua ya magoli.